Bondia wa timu ya Taifa ya ngumi Tanzania, Ezra Paul amepata ushindi wa pointi dhidi ya bondia mwenye uraia wa Kenya Washington Wandera. Paul amemtandika Wandera katika mashindano ya ngumi barani Afrika ambayo yanafanyika jijini Nairobi nchini Kenya katika uwanja wa ndani wa Kasarani. Uh, Ezra, tuambie mchezo ulikwaje na kuweza kumshinda mpinzani, tena mpinzani ambaye ana rekodi nzuri na amewahi kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa na ni mwenyeji pia? Mchezo kwa kweli ulikuwa ni mzuri, mchezo mgumu. Ukiangalia mpinzani wangu alikuwa ni bondia ambaye tayari alikuwa ana ana rekodi nyingi nzuri, ambayo shacheza nje uko Urusi, lakini kutokana na juhudi nizamu na kukaa kambi kwa wakati ndio umewezesha haya yote. Shukrani sana. Lakini pia unawaambia nini mashabiki wa Tanzania baada ya ushindi huu? Mashabiki wa Tanzania, na kweli najaribu kuambia tu wazidi kutuombea Mungu. Vijana tumekuja huku, tunajitoa kwa hali na mali. Chochote tunachopata, sisi tunafanya kazi tu. Tumetumwa kazi na tunafanya kazi. Kwa hiyo alikaa asubiri ushindi na medali ya dhahabu inakuja.